Yes, bwana mambo mazidi kuwa makubwa sana kupitia mitandao ya jamii lakini pia nashindwa hata kuanzia wapi. Wewe mfuatiliaji wa YouTube channel yetu, lakini pia make sure una subscribe una comment, ili kwa mtu kwanza kupata kila story zote ambazo zinazo trend kupitia mitandao ya jamii. Lakini pia kama una biashara yako unataka kutufanyia matangazo, make sure unapiga kupitia namba hiyo ambayo inapita hapo, 0780578729. Moja kati ya story kubwa kabisa ambazo sasa hivi inazidi kutrend kupitia mitandao ya jamii ni kumhusisha aliyekuwa uh, msemaji wa Yanga Sports Club, lakini pia maarufu kama Haji Manara ameweza kumtambulisha mpenzi wake mpya maarufu kama Ahlam, ambapo moja kati ya pisi kali kabisa ambayo sasa hivi inaongelewa kupitia mitandao ya kijamii. Nakumbuka Haji Manara Eh, siku mbili zilizopita niweza kuwatonya au kuwajulisha kwamba Haji Manara na mpenzi wake Zaiylissa wameshaachana kwa sasa, kwamba sasa hivi sio wapenzi tena. Na Haji Manara inasemekana kwamba ameshampia talaka aliyekuwa mpenzi wake Zaiylissa. Moja kati ya kapo ambayo ilikuwa na pelo sana, ndani ya mwaka mmoja anaweza kudumu katika ndoa, lakini pia Ee, mwezi huu kabisa wameachana, na sasa hivi sio wapenzi tena. Sasa wiki mbili zimepita eh, baada ya penzi hilo kuachana na Haji Manara, baada ya mwezi tu kabla hata kujaisha, ameweza kumtambulisha mpenzi wake mpya kupitia ukurasa wake wa Instagram na uh, anaitwa Ahlam, lakini pia kama navyomuona hapo, moja kati ya pisi kali kabisa ambayo imenyooka kinoma noma. Sasa watu wengi wamezidi kujiuliza Haji Manara kwa nini tu asitafute mtu mwingine ambaye anaendana umri, lakini pia huyu binti anawenda wan, wanalingana au nasema kwamba ni Gen Z lakini pia moja kati ya pisi kali mrembo kabisa. Na sasa hivi ameleta binti mwingine ambaye uelevu ile ile binti mdogo, lakini pia anafahamu kwamba Jumaale moja kati ya ana umri mkubwa by the way, na watu wengi walikuwa ok, wakimwambia kwamba atafuti mtu ambaye analingana naye, lakini pia this time round amerudisha tena, eh, amerudisha balaa lingine tena eh, kabla hata mwaka eh, mwezi hujaisha kuachana na mpenzi wake ambaye anaitwa Zaiylissa, amerudisha chombo kingine tena eh, na unamwona hapo anaitwa ila sasa sijajua amejuana naye lini, hicho kitu ambacho bado ajaweka wazi, amefamiana lini kwa sababu ajapita muda mrefu sana kuachana ule mpinzi wake Zaiylissa, na sasa hivi ana mrembo mwingine kupitia uh, mitandao ya jamii, lakini pia ameweza kumtambulisha siku ya jana eh, mrembo huyu maarufu kama Ahlam. Sasa nitakusomea baadhi ya comments kupitia mitandao ya kijamii akimwambia kwamba karibu tena katika, eh, katika maisha yake na vitu vingine kama hivyo. Sasa baadhi ya comment ambazo watu wengi wame comment watu maarufu lakini pia mashabiki wengi wa Haji Manala wameweza ku drop comment zao baada ya Haji Manala kumtambulisha mpenzi wake huyo mpya maarufu kama Ahlam. Sasa watu wengi wakiwa jiuliza kwamba hili nalo litadumu kwa muda gani? Nafahamu kwamba ma ex wa wa Haji Manala ni wengi sana, kama vile aliweza aliwahi kutoka na Rushayna ambaye huyo alikuwa ni assistant wa Haji Manala, lakini pia Haji Manala aliweza kumwoa na kachana naye maarufu kama Rushayna, lakini pia akaja tena Zaiylissa ambaye huyu

wa jua kali series moja kati ya series kubwa kabisa ambayo inaendelea kufanya vizuri sana kupitia DSTV pale Magic Swahili. Sasa huyu naye Zaiylissa amedumu naye kwa mwaka mmoja, lakini pia walifunga ndoa na ameshaachana mwaka huu mwezi wa nne. Lakini pia hata mwezi bado hujaisha, ameweza kumtambulisha mpenzi wake mwingine kabisa, ambaye huyu anaitwa Am, anaitwa Ahlam um, e, ndio anafahamika kwa jina hilo. Sasa nitakusomea baadhi ya comment, lakini pia watu wengi wame drop comment zao kupitia mitandao ya kijamii. Unaitwa komenti ya kwanza kabisa, anaitwa Ahlam, huyu ndo e, mpenzi mpya kabisa wa Bugatti, Haji Manala. Na kusema love of my life, au sio? Moja kati ya komenti ambayo watu kwamba ogela sana buga Eh, komenti yake like, ikiwa na laki zaidi elfu moja mia tisa hamsini na mbili wote wengi wamezidi pia ku reply, lakini pia komenti ya tatu ni ya Lady JB akisema kwamba kama wao wanalipa vizuri, lakini pia huyu anaitwa Official Naila huyu ni, eh, eh, ni mchekeshaji wa Cheka Tu akisema kwamba akitoka tu nimekuwai <laughs> kwamba tusababu kwamba jimadala kwamba ni mtu ambaye anaoa lakini pia ndoa yake aichukui muda mrefu anaachana. Sasa akiwa anamaanisha kwamba huyu nae mkishachana naye tu minamoae sasa. Huyu anaitwa Dave the Boss, mtangazaji wa Wasafi uh, TV akisema kwamba my lovely baby sister uh, Ahlam, yani najua una raha you know, how much I love you Haji Manara is real deal. He is my brother, send you love to you guys. Anafahamika kwamba Diva the Boss a ni mtu wake like, so eh, eh, uh, uh, wa karibu sana lakini pia amekuwa so proud kupata mpenzi wake mpya Haji Manara. Lakini pia anaitwa Jikizondo nasema kwamba Mashallah, ongera sana dada a, huyu naitwa Farhan, huyu ni mtangazaji wa Clouds TV akisema kwamba kata mti panda mti unaitwa <laughs> mtu karibu kabisa e, wa Yanga Sports Club anasema kwamba DJ weka kwa kwaito, tuingie mkumbini. Sky Tanzania anasema kwamba Haji Manara meka e, queen meka time ya kumuingiza tauni e, mtu mwingine hii <laughs> bwana, komedi zenyingi sana ule ni binti Suzi nasema kwamba sisam yangu hii jamani, uelewi nini eh? uelewi nini hapo, ndo maana unateswa. Chukua sampo kama yako eh, utatendwa utatoa hela hadi ukome. Watu wameandika komenti nyingi sana. Uwetwa ujugwa nasema kwamba ramadhani iwe mbili mpishi akapatikana. Uh, <laughs> huyu anaitwa chi, uh, chichi anasema kwamba yule alikuwa anakufuja kaka, sasa simuona unaanza kung'aa eh. huyu naitwa Petman anasema kwamba buga moja, kati ya koment ambazo zimeshangaza watu wengi na Astori, anasema kwamba wakuu, tumpe miezi mingapi eh? Ajimanao akija kuripli akisema kwamba itafika zamu yako tu bibie, fanya subira <laughs> unaitwa naitwa Edi kumweme nasema kwamba legend tupo na wewe. Hatari sana bwana Haji Manara kutambulisha mpenzi wake mpya eh, eh, ni mdogo sana mshikaji, hajavumilia hajasubilia eh, ta chuma kingine kinaingia chuma, chuma kingine. So make sure oment yako mi sure una subscribe kama ni wewe eh, ni mara yako ya kwanza kujiunga na sisi, lakini pia kama unataka tufanyie tangazo la biashara make biasharaupiga upitia z757 8729 time